sana mtu ana roho mbaya sana, mtu akinigeuka. Nadhani unanijua. Mzigo uko wapi? Mzigo uko wapi? Alafu mwenyewe unagundua mazingira tuliyoachana la mwisho. Jamaa pigwa alizotuletea pale, sasa so, ungezani ningefanyaje sasa? Mi, mzigo sijampa mzigo. Niliondoka nao pale mwenyewe. Nijiue? Sinaogopa kufa. Mzigo upo, mzigo nao, mzigo nao bado kama blaza yako taku kanikemea kasema hataki kuniona na wewe na mara ya mwisho alinipiga mkwala sana, kasema akinikuta tena na wewe atanipeleka polisi. Mimi naongea na wewe hapa, nisiamini wewe ni mtoto wa kiume, kwa maana utanienea Nisikilize kwa makini. Mimi hapa ni kaka na Saida. Hivi mnajisikiaje kutwa mzima mnavyozurura na Saida? Unampeleka huko unamrudisha, unampeleka huko na unamrudisha. Yule ni mtoto wa kike, hana ujasiri wa kufanya chochote pasipo ushauri wa mtu, na macho yangu yananiambia wewe ndo unayempa kiburi. Saida mdogo wangu mimi akuwa vile alikuwa mtiifu, alikuwa mwerevu, alikuwa na heshima kwa mkubwa na mdogo. Lakini saizi Saida mdogo wangu sio yule. Kwa pale ilipofikia mimi ndio jamii na niangalia kwamba nimeshindwa kumlea mdogo wangu, kumbe sivyo, sababu ni wewe. Ili ninaloenda kukueleza nikae kwenye akili yako, na ninamaanisha Kuanzia hivi sasa, ukitoka hapa popote, tutakapokutana mimi na wewe, labda uwe peke yako, kama utakuwa na Saida mama yangu mzazi, nisipokutia ulemavu idogo, basi mikono yangu ndo itashughulika nawe kupeleka polisi. Ondoka okay, potea.

Eh, hey, vipi umefika wapi? Mwiko na hapo. Ndio, pale pale uliponielekeza. Siko mbele hapa kuna ule uchochoro ule nipite hapa hapa. Nisikilize vizuri. Unaona hiyo kona? Kunja hapo kwenye hiyo kona. Alafu kisha kunja nyooka nayo moja kwa okay, moja. Ukimaliza ile uchochoro tu, mimi utaniona hapa. Sawa.

kichwa chako mimi nakijua saa, jaribu kutuliza kichwa chako. Sio kati mazingira huko mimi sijajua vizuri. Vipi wewe, nani rafiki yako? Nimeona anisindikize eh, maana ni muda mrefu company. Nani nimona? Ah, huyu mimi simjui, ila asema alinikuta hapa, halafu akaniomba simu apige. Sema simu yangu mi ilikuwa haina dakika, nikamwambia asubilie, subilie kidogo, nyie mkija kama simu inaweza kaa ah, na dakika achukue ili aongee na mtu wake, kitu kama hicho Fatuma, mimi nilikuwa na maongezi na wewe saa sasa. So, unaonaje hapa, mwenzako asitupe muda kidogo, yaani waondoke wote, ngoja tupishe <sighs> kidogo, sawa? <sighs>

Soso na Saida, najua nyinyi ni wanangu, mnanisaidia katika mambo mengi sana, kwa sababu mnafahamu, kutokana na haya maradhi yangu ya figo, kiukweli siwezi kupambana sana ah, katika mambo tofauti tofauti mnanisaidia lakini mda mwingine nashindwa kuelewa, kwa sababu nasikia tetesi nyingi sana mtaani kwamba utafutaji wenu wa pesa sio sahihi, nikiwa na maana kwamba ni watu ambao mnatumia njia tofauti katika kupata pesa, njia ambazo sio halali. Ni kwa nini labda mnafanya hivyo, au tu yote kwa sababu ya kunipambania mimi? Sikia, nikwambia kitu kimoja, Hamza. Wewe unachotakiwa kujua kwenye akili yako ni sisi hapa tunapambana kiasi gani kukupambania. Achana mambo mengine ya mtaani yote, hebu angalia jinsi gani sisi tunapambana kukufaitia, ili wewe uishi, ili upone, uwe na maisha yako mazuri bado tu upo umekaa na maneno ya mtaani. Sikiliza, anza sisi ndio tunakupambania, kupambania kuhusu sijui watu sijui nini, achana nao. Baada ujali afya hafya yako, unaanza kujali watu. Sikia, hayo ni maneno tu, we tusikilize sisi basi mazinguo Yaani, mimi mwenyewe nashindwa kuamini kwa, kwa sababu nikifikiria hata tulipotoka na maisha ambayo tumeishi sijawai kusikia hata siku moja nyie mkiwa mkewa katika hali hiyo kutafuta kiyo. kwa kwa hiyo hata niliposikia mtaani sikuweza kuamini moja kwa moja, na ndio maana niwaiteni hapa kuja kuwauliza. kwa hiyo na kama labda mnatumia hizo njia basi mi niwaombe tu mmwachane ni nazo, najua mnanipamba nini, lakini jitahidini basi iwe katika njia salama. Oya, sikia. Oh, nikwambia kitu kimoja. Oya, oh, yeah. Sisi tuna hasu sana japo unasikia maneno kwa watu si salama, si so salama. Tungekuwa kuna jambo baya lolote sisi tunalifanya, tungekuja kukwambia, na pia tungekushirikisha, na pia ungelijua. Si unanielewa? Hebu acha na mambo yako, acha na mawazo yako kabisa. Umeelewa? Soso sema nini, machelewa muda huu, mazingira. Unajua mazingira, amza dawa zile tumenunua kuhusu mazingira, msosi nini Shega mwanetu, sema. Zingatia kula, sawa? Wow. Fesh mida basi hapo. Na nini? Wewe, maelezo sasa hivi tutakutana bondeni. Wewe ondoke sasa. Saida yuko wapi? Saida. Sijakuelewa bro. Wewe. Usinifanye mimi mtoto mdogo mwenzio, sio? Nakuuliza Saida yuko wapi? Mimi sijui. Sijui Saida yuko wapi kaka. Kwa hiyo ina maana mimi sikujui wewe mimi nakubahatisha wewe? Sikia, nasikia mmetoka hapa mmeenda kwa fundi sofa siu nani, mumemvamia mumemwibia, mmempiga na visu kule, alafu sahizi nakuuliza Saida yuko wapi, unaambia ujui? We dogo, nitakupasua sasa hivi. Naomba uniambie Saida yuko wapi, kiukweli. <laughs> Bro, unanihukumu bule kwa sababu si hatuna mazoea mabaya na Saida ila tu sini rafiki yetu, na kuhusu sijui kwenda kwa fundi sofa kufanya nini, mimi sijui chochote kuhusu hiyo. Hebu niangalie vizuri, niona hivi eh? Unanionaje mimi, ni mtu wa kuongopewa, sio? Sikia dogo, mimi ni mkubwa zaidi yako, alafu navyokuuliza nikiwa serious na mbona uwe serious vile vile. Usifanye mimi mtoto mdogo, nitakupasua watu wa kushangae. Naomba uniambie Saida yuko wapi. Okay, kuna muda kweli nilionana naye, yuko na soso, ila sijaelewa ni nini kinaendelea. Hebu ngoja niende nikaangalie sehemu. Alafu nitakujulisha. Saida, hivi tunafanyaje sasa? Maana tayari tushaharibu tayari mtaani, tutafanyaje sasa? Sasa mwanaume uki ukaze utaishi mpaka lini? Sikia mimi hapa, mimi maisha yangu ushashukuru toka muda tu, mi nikifa fresh tu haina noma. Nini hivyo, unachukulia swala la kufa swala kama la kimasia na masiala hivi, si ndio? Au unachukulia wewe, unachukuliaje kufa kwanza? Sikia. Kufa ni kufa tu <coughs> Umeshachanganyikiwa, ana haja ya kunificha tena kwa sababu nishafahamu kila kitu. Labda tuniwaambieni, wambieni mwachane na hii michongo. Najua mnanipambania nipambania sana maisha yangu kutokana na hii hali ambayo niko nayo, lakini naona kama nahatarisha uhai wenu, kwa hiyo kuanzia sasa acheni hili jambo. Hamza, uso wakati wa kuongelea hilo swala, wewe umetukuta tu tumetulia, tunawaza jinsi gani ya kupambanua, jinsi gani ya kumaliza ili swala tulioanzisha. Afu anakuja anatuambia kuhusu vitu vingine, naingia akilini kweli? Mkuja hapo kutaatu vichu vyetu vinatuuma, sasa hivi hatuko sawa kabisa. Naomba tuwache soso. Yani hapa ndo kungekuwa na huyo panya, yote anaongea ongea tu upuuzi hapa, nilikuwa nishapiga kisu sasa hivi. Sema wewe, nimepoteza bule kwako.